Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, ile kazi ambayo umefanya kwa ground haina watu wengi, ya kwamba mimi yangu ni kindogo, ni kukwambia asanti Mheshimiwa Rais. Ile kazi umefanya Tigania East ya barabara Mekindori, kuna ta tv round inaendelea, maketi ya Mekindori inaendelea, affordable houses zinaenda kuanza, KMTC ya Mbudhara inaenda kuanza. Mimi nasema tutamu kwa sababu ya kazi ile ambayo umefanyia watu wa Melo community. Wakati wa 1960 aliyekuwa rais wa nchi alikuwa ni Mkikuyu, hatukupiga kelele, tulikaa kwa serikali. Wakati Kibaki akachukua miaka kumi, hatukupiga kelele, tukakaa kwa serikali. Mtu anaitwa Uhuru miaka kumi, hatukupiga kelele, wa Meru tulikaa kwa serikali. Gachagua akachukua miaka miwili hatukupiga kelele, tulikaa kwa serikali. Wakati ule mtoto wetu ametunikiwa baraka na William Samoe Ruto akawa naibu wa rais wake, tuambiwa tutoke kwa serikali? Hatuwezi toka serikali, tutakaa kwa serikali mpaka milele, hatutoki. Na tunajua eti ya kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye ni kiongozi ana mtoto wa mgongo wala watumbu wewe wa saizi hiyo kitu nilipata 2027, naibu wako akiwa Kithure Kindiki. Tunajua eti ya kwamba mwaka o 2032 atakayekuwa rais ni Profesa Kithure Kindiki.